Sababu za ugumba kwa wanawake yaani sababu za infertility kwa wanawake. Infertility ama ugumba ni hali ya mwanamke uh, kushindwa kushika ujauzito, na wapo wataalamu kadhaa na maelezo kadhaa kutoka kwenye taasisi zilizo rasmi kama Mayo Clinic na Cleveland Clinic amejaribu kuelezea kuhusiana na sababu haswa za ugumba kwa wanawake. Leo nitakwambia sababu kuu kama tatu au nne hivi au mpaka tano kadiri ambavyo mizungu atakavyo nijalia kwenye maelezo yangu. Okay, fine, sababu ya kwanza ni matatizo katika ovulation. Tunafahamu ovulation tu ni lile releasing of mature egg from the, from the ovary, ni kutolewa kwa yai lililokomaa kutoka katika ovary kuingia katika mirija ya uzazi kwa ajili ya kwenda kuungana na mbegu ya baba ili kuweza kutunga mtoto. Sasa kuna baadhi ya changamoto ambazo hutokeaga kwenye kwenye uh, ovary zinaweza zikapelekea uh, kutolewa kwa mayai ambayo hayako vizuri, mayai ambayo yana shida, mayai ambayo hayajakomaa vizuri. Mfano tatizo hilo ni polycystic ovarian syndrome. Hili ni tatizo ambalo linasababisha uh, shida kama hizo za mayai ambayo anaotolewa katika mji wa mimba. sasa Dalili za kuwa na polycystic ovarian syndrome ni unakuwa mwanamke, unakuwa na nywele nyingi sana, tofauti na genetikia yako ambavyo ilivyo, tofauti na ambavyo wa urithi wako wa wazazi ambavyo walivyo, unakuwa na nywele nyingi sana, hata miguuni, hata mikononi, hata na sehemu zingine. Lakini pia dalili nyingine haswa, hedhi yako inakuwa inaruka sana na muda mwingine usipate hivi muda mrefu hata kwa mfululizo wa, wa, wa, wa miezi mitatu, jaribu kucheki kama utakuwa na tatizo hilo la polycystic ovarian syndrome kwa kwenda hospitali kuona ni kwa namna gani uh, ni kwa nini unapata changamoto hiyo ya, ya hedhi kuruka sana na, na vitu vingine vingine kuhusiana na, na hedhi. Lakini pia kama utakuwa una shida ya ya, ya ya ya infertility ya ugumba, wenda kana sababisha tatizo kama hilo, check nenda hospitali. Sababu nyingine ya pili ni ni maambukizi katika mirija ya uzazi. Hapa inafahamika nafikiri, mirija ya uzazi ni ndio hizi ndio ambayo inaitwa uh, fallopian tubes na maambukizi hayo haswa ni yale ya STIs zile sexual transmitted uh, infections na haswa ni magonjwa kama ya klamidia na magonjwa ya gonorea. Unapopata changamoto za magonjwa kama haya, nenda hospitali mapema sana, kwa sababu ukiwai, yanatibika vizuri bila shida yoyote ile. Fanya hivyo mapema, ili kuweza kuepukana na changamoto kama hizi za infertility za ugumba. Sababu nyingine ya tatu ni ni, ni tunasema um, matatizo katika uterus yule mji wa mimba. Kuna baadhi ya changamoto zingine nazo pia hutokeaga katika mji wa mimba na zikapelekea pia ukapata ugumba. Magonjwa kama ya fibroids zile vimbe kwenye, kwenye, kwenye mji wa mimba nazo pia hupelekea changamoto kama hiyo ya ugumba. Sasa sababu nyingine ya ugumba kwa wanawake ambao ni ya nne itakuwa ni umri. Kama una umri mkubwa uzidi miaka miaka, mara nyingi haswa ni 35 na kuendelea, ubora wa mayai unaozalishwa kuanzia katika eji hiyo hapo kidogo huwa unaanza kupungua. Kwa hiyo jaribu kupangilia masuala yako ya uzazi, wewe mwanamke eh, mapema sana kulingana na kadzidi kuchelewa, chansi ya kupata kupata kama kuzalisha mayai yaliyokuwa mazuri mayai ambayo yana ya yana ya hali ya nzuri ni ndogo na huanza kupungua hiyo chansi, kadri umri na uzidi kuongezeka kutokea miaka thelathini na tano na kuendelea mbele. Kwa hiyo jaribu kucheki vizuri mpangilio wako ya wa, wa maswala ya uzazi. Sababu nyingine ya mwisho hii ni masuala ya kihomoni. Matatizo kama homoni imbalance na pia huweza kupelekea uh, changamoto ya ya ugumba. Sasa kwa nini matatizo kama ya homoni imbalance inaweza anaeza akapelekea changamoto ya ugumba? Homoni zinapokuwa hazipo sawa, homoni zako za uzazi tunazungumzia hapa ni zile homoni kuu mbili za mwanamke, estrogen na progesterone zinapokuwa hazipo katika usawa mzuri, nazo pia kupelekea uh, mwili ukashindwa kufanya ile michakato sahihi kuhusiana na masuala ya upatikanaji wa mtoto. Uzalishaji wa mayai pia unaweza kuathirika kutokana na na hizi homoni zikiwa ziko sawa na changamoto zingine zingine. Sasa hormone imbalance ino pia inaweza ikatibika tu kama tu utakuwa serious na mzunguko wako wa hedhi, kwa, kwa sababu utaanza kuobserve changamoto ya hormone imbalance kutokana na, na hedhi yako tu itakuwa haiko sawa na hivi. Kama ikiwaiko sawa, ni ngumu kujua siku zile za hatari ni zipi, kwa hiyo ni ngumu pia hata kunini ku, ku, ku, ku, ku, kupata mtoto. Sasa matibabu yake ni yapi? Ni namna gani ambavyo tunaweza tukapata msaada wa kimatibabu kama ukianza kujihisi kwamba pengine una tatizo la ugumba au tayari umeshafahamu kwamba pengine una tatizo la ugumba bila ukata tamaa, ni heri kuanza kuangaikia tena upya, na kama, kama ushawe kujaribu kuangaikia, basi angaikia tena upya. Kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza kupata msaada wa kimatibabu, unaweza ukaenda kwa daktari, ukaonana nayo, ukamweleza changamoto ulikuwa nayo, yeye akakusaidia kwa kufanyia vipimo, kwa kufanyia vipimo kama vile ultrasound kufanya na vipimo vingine vya kutesti uh, ule, nini, masema, kuangalia ule nini unasema, kuangalia uterasi yako ilivyo, na na, na organ nzima ya uzazi ambavyo ilivyo kwa ndani, kama kuna shida kama za kwenye fibroids, kwenye kwenye uterasi kwenye, kwenye yako au hizo shida za ni polycystic ovarian syndrome zipo kwenye ovary na vitu kama hivyo kuangalia tu ule mji wako wa mimba wa, na mfumo mzima wa uzazi upoje. Kama una changamoto, atakushauri nini cha kufanya. Lakini pia mambo mengine ya kufanya ni kama vile kubadilisha mtindo wako wa maisha, lifestyle change. Hakikisha pia uh, kwa kula mini vyakula vizuri, lishe nzuri, lakini pia angalia masuala ya, ku, ya kudumisha uzito sahihi, uzito wenye afya sio uzito mwepesi wala sio uzito mkubwa, uzito wenye afya. Lakini pia jaribu kuangalia maswala au kuwacha kabisa maswala utumiaji wa sigara na pombe, pengine uenda kawa unakuchagiza kupata changamoto kama hiyo. Unaweza ukajisikia pengine una una unapungufu, amini sorry, una una hiyo tatizo la infertility kwako mwanamke, ukasema mimi ni mgumba kabisa, kumbe tu una shida tu kadhaa kadhaa ambazo unazo zakaa tu ni hormone imbalance. Jaribu kutatua tatizo za la homoni imbalance. Uh, pia unaweza ukafanya kutumia tiba asiri. Zipo ambazo watu huwa wanatumiaga na of course wanapona, lakini tu tiba tu tuti itaendana na sababu ulionayo. Kama, una, kama, una, kama una, polycystic ovary syndrome kuna tiba zake. Kama kuna changamoto labda ya hiyo ya ya ya ya, ya, ya umri, pia nadhani tiba yake ipo, ni kuwa makini tu na umri kabla hujafikia age ya kufikia ile ambapo mayai yanaanza kama kupungua uwezo wake kama ule ubora wake, jaribu kutafuta uh, namna ya kupata uh, mtoto katika wakati huo, usiende kwa muda mrefu sana. Sawa? yeah, Healthy Program usite kusubscribe na Healthy Program maana ni free, ili lengo tu tuwafikie watu wengi zaidi, lakini pia program ikue vizuri zaidi. yeah, na Mungu atakubariki sana. Until next time and thanks for watching.